mabibi na mabwana, tunashukuru sana kuwa tuna wajua mko wengi kutufata kwa siku ya leo, siku ya sita kwa Swahili ya kwetu ya Kongo, siku ya sita, tarehe makumi mbili na sita mwezi wa nne mwaka elfu mbili makumi mbili na tano. Tunawashukuru wote ambao waliweza kui like video ambao tuliweza kuitapanya uh, juma inayopita na tunawashukuru sana wote ambao walitupatia maono yao na maoni yao kuhusu hizi video na namna gani tunaweza kuendelea. Kwa mchana wa leo tarehe makumi mbili na sita mwezi huyu wa nne eh, mwaka 2025, tunapenda tuzungumzie mambo fulani fulani. Ya kwanza ni kuhusu amani kwa inji yetu ya Kongo. Tujue ya kwamba kwa juma hili kuna eh, vipindi viwili ama kuna habari mbili ambayo ni nzuri ambayo tunalipokea kuhusu amani katika nchi ya kwetu. Uh, kitu ya kwanza ni uh, wa Rebo ama waasi wa m M23 waliweza kusahihi communique pamoja na government ya Democratic Republic ya Congo ama government yetu ya Congo kuhusu kusitisha mapigano kwa nchi yetu ya Congo na hii iliweza kufanyika Doha eh, tariki makumi mbili na moja mwezi huu wa nne. Tulishukuru sana kuona Rebels ambao M23 ambao tulikuwa najua wanaanza kuranforce kuweka tena majeshi mingi kuendelea ngambo ya lubero kipese, kuendelea ngambo ya Uvira, kuendelea pembezoni mwa uharikale. Tulikuwa tukijengojea kwamba tena vita inaweza kuanza, lakini tukashukuru sana kuona komunike, ambayo imeonyesha ya kwamba sherti uh, mapigano yaweze kusitishwa, na hii iliweza kusainiwa hapa Doha. Tunashukuru sana na tunangojea matokeo mengine uh. Isitoshe hii hii hii, juma, kuna ingine habari ni ya kwamba jana kumesainiwa pale Washington DC uh, ingine mkataba ambao tunaita Pacte pour la paix Uh, kwa nchi yetu ya Republique Democratique du Congo na Rwanda imesaiwa na ministre wetu Madame Therese Kahikwamba Wagner na yeye bwana Olivier Duigiree, sijui kama nimesoma vizuri jina yake, ministre wa maswali ya nje ya nchi ya Rwanda. Wamesahi kusema sherti kukue uh, process na proses hiyo ya kuweza kutuletea amani katika Congo na hii imesainiwa DC uh, Washington DC pembeni ya uh, sekretare d'etat americain uh, bwana uh, Bwana Rubio ambao waliweza kusahihi na yeye alikuwa pale akiweza kuongoza hii seremoni. Hii inataka kutumaanisha nini? Inataka kutumaanisha ya kwamba kitu ya kwanza watu ambao walikuwa nawaza ya kwamba imekwisha kwa Kongo, Kongo itagabuliwa sasa vipindi mbalimbali mbali, Kongo itakuwa hivi na hivi na sisi tutachukua e, nusu ya Kongo hii maoni yao, ama hii ndoto yao inakuwa ndoto ya bure, haiwezi kutimilika, sababu tunaona ya kwamba kuna watu ambao wanawazia amani. Hata Marekani e, imetuwazia amani katika inji ya Kongo, na tunataka kushukuru kwa hii wakati minista wetu wa mambo ya kigeni huyu mama uh, Therese Kahikwamba Wagner huyu mama tunataka kuuliza, wapi hawa watu ambao wanakuwaka nasema de pere de mer wa wababa na wamama? Munaona ya kwamba huyu kwanza ni mwanamke, mnamuona yeye mwenyewe na munaona kazi ambayo anatenda kwa nji ya kwetu. Ameonekana kama vile mwanamke msuja na nawaza katika historia yote ya Congo watu hawataweza kumsahau. Tunataka kuonesha ya kwamba huyu mkataba uh, ambao umekuwa umeweka pia date ama date fulani fulani ambao tutaweza kuzifata kwa ajili ya process ya amani, na tunasubiri tarehe mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili makumi mbili na tano huyu tunayokuwa ndani yake tunasubiri mikataba mikubwa mikubwa ambayo itaweza kusainiwa, lakini tunaweza kusema ya kwamba wamama oye, wamama tunawashukuru na tunashukuru mama Teresa na waza wamama ambao mnazoea kupana matrofe huku na kule. Huyu ndio mama ambaye anaweza kupokelewa na kumpatia trofe ya kweli, sababu ni mwanamke ambao amepigana kabisa kama vile wanawake wa kibiblia ambao tunawajua. Tunashukuru sana wengi ambao wameweza kujitoa wengi wa mataifa mbalimbali ambao kama vile wa Uganda, Kenya hata Rwanda ambao wamesakrifie, walijua ya kwamba mara ingine wanaganyi kitu fulani, lakini mambo haikuendeka kama vile wanaweza kuiwazie. Aa, kitu ya lazima sana ni kuweza kuona ya kwamba wakuu katika ulimwengu huyu hasa President Donald Trump yeye mwenyewe ameandika tweet yake, ameandika ya kwamba anashangaa na anafurahi sana kwa kuwa ni administration ya kwake ndiyo inaweza kukuwa katika hii chanjo ya kuleta amani ndani ya Afrika. Tunashukuru sana Marekani na waamerika wote. Analizi yetu ni ya kwamba sisi tulijua ya kwamba katika Afrika walikuwa wanafanya mareunio meeting mbalimbali lakini yote ilikuwa kama vile ni mzaa. Kwa sasa tunajua ya kwamba Donald Trump iko miongoni mwa warahisi ambao ni wakubwa na wanatumaini na wanapenda kuleta amani katika Congo. Tunawaza ya kwamba hakuna yule ambao ataenda tena kufungua mdomo na kuweza kuharibisha amani katika nchi yetu ya Congo. Sisi analysis yetu ni ya kwamba sisi ambao tumetokea Goma, tunatokea Kivu, Bukavu, tayari siku zijayo tunawaza tutarudi Goma tuende kukula tena pomme de terre maharagi tukule sosiso na fromage ya kwetu na hata sambaza. Tunashukuru sana wasikilizaji wapenzi, analizi ya pili ambayo tunayo kwa siku ya leo ni kuweza kuongea kwa ajili ya konser, konser ambayo iliweza kupitikana Paris uh, kwa ajili ya amani tu kwa nchi ya Kongo. Mnaona ya kwamba huu mwezi wa nne inakuwa mwezi ambayo inabarikiwa katika politiki ya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Huu mwezi wa nne kumesaiwa hizi mikataba na kuna pia konser kubwa ambayo imeweza kutendeka Paris, na kukua na wamisisien wengi sana wa kiafrika na wa Kongo nzima, hata wamisisien kutoka Goma ambao waliweza kuimba juu ya amani. Tunashukuru sana na tunajua ya kwamba His, hii miziki yetu ya Kongo sababu dunia mzima inafata miziki yetu ya Kongo. Analizi yetu inaona, inaonyesha ya kwamba hata miziki inaweza kutusaidia kuenda kuongoza wale wengi ambao hawawezi kusikia Kiswahili yetu, wenye hawawezi kusikia lugha za kwetu, wanaweza kusikia muziki na wanaweza kusikia wamizisien wakieleza kwa ajili ya amani hivi tunataka kupana ongera na kuwashukuru sana wamizisie wote ambao waliweza kujitoa kwa ajili ya hii big event hii evenement kubwa sana ya muziki pale kwa mji wa Paris. Uh, analizisi ya tatu tulitaka kuzungumuzia maaksida ambayo zinakuwa sasa kwenye Fleuve Congo na kwenye mito mbalimbali, ukifata habari utaenda kuona ya kwamba kwa provensi ya Equateur kuna mabato ambayo zilungula, ingine inafanya nofraj na watu wanakufa wengi. Moja iliweza kuua watu mia moja, zaidi ya mia moja na arobaini ni wengi sana. Kinshasa pia kwa kuweza kuvuka kutoka Kinshasa kwenda Brazzaville, bato iliweza kugongana na miti. Unajua, hapa Kinshasa kuna fenomena ambao wanaita rado, miti natoka Equateur wanaisukuma ndani ya mto Kongo, uh, fleuve Kongo na hii miti inatelemuka na inafanyisha maaksida mingi sana na hata hii ya kuenda Brazzaville wanasema iliweza kugongana na huu muti muti mmoja, miongoni ya miti ambayo inatokea Equateur na inaflote juu ya lake na inaleta mazara, watu wamefariki wa, watu karibu watano, mama na watoto wake wawili, hata maseur mmoja aliweza kufariki. tuna pia uh, madhara mengi sana vitu vingi viliweza kupotea. Tunahitaji wa autorite kuweza kuangalia gestion ya fleuve Congo, hasa gestion ya hii ambayo tunaita marado, hizi miti ambayo nasukuma katika fleuve isitoshe. Kwa Nor Kivu, territoire ya Beni, barabara Butembo, Karuruma, Kasindi, kuna bwana mmoja aliweza kuandika barua, huyu ni chef Uh, wa wa chef de post uh, mwenyana jiokipe na, na bahari ama na maji, aliweza kuandika kitu kya lazima sana, na ningehitaji governor wa Nord Kivu, uh, General Major Evariste Somo kuweza kufatilia haya maneno vizuri sana, na sisi tue, tusiende kupata madhara kama vile yanapatikana fasi ingine. Yeye ameonesha ya, ya kwamba ndani ya ya muto Karuruma kuna baki na ile baki sisi wenyewe tumevuka juu yake, lakini hao ya watu wa baki hawa hawafanye entretien ya hii baki, na inaweza kuleta maaksidan. Anasema pia hawa watu hawalipe hata tax hata lomea moja, sababu wao wanajiona wako juu ya serikali. Bwana guverner, tunajua ya kwamba uko tayari kutumika kazi tumika hii kazi. Hii baki inaingiza pesa nyingi sana. Wanasema iko baki ya wapolitisia, hakuna mtu anaweza kuwagusa. Lakini bwana, tunajua mbele ya ya ya lua hakuna mtu anaweza kujikuta iko juu ya lua. Muweze kuangalia maneno ya hii baki, watu wakati wanavuka mto Semliki wapatie kila mtu jile de sauvetage. Mimi nimevuka mara nyingi hapa, si aonaka hata siku moja wanatupa jile. Nimevuka siku nyingi, si aonaka hata siku moja. Wanafanya entretien lazima lakini, unaona nikufungafunga makamba, mara nyingine moteur inazimikia katikati. Hii maneno ya kuzimika ya moteur ishanifikia karibu mara mbili, na watu wanaejua, watu wa leo leo ambao wanapita pale kwa barabara ya Kasindi wanajua hii maneno. Bwana gouverneur kamata mamlaka inayokuya ya kwako, angalia hii maneno, watu waweze kutembea katika usalama. Hakika isiwe vita na uwa watu tena na baki naye ende kuua watu. Mabibi na mabwana, tunataka kutoa habari sasa ya mchana wa leo, ni habari ya kifo ya Papa Francesco ambao kwa leo itakuwa mazishi yake, imekuwa mazishi yake hii asubuhi ya. Tunataka kuwajulisha ya kwamba kuna rais wengi sana ambao wamefika huko uh, hata rais wa kwetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameenda pia Roma kuhudhuria mazishi ya papa wa Roma. Mnajua ya kwamba yeye aliweza kufika Kinshasa mara moja na kuweza kusema watu wa nchi za kigeni waachilie Kongo yenyewe iweze kuendelea. Tutamkumbuka. Kwa hiyo na tunaweza ku, tunatoa pole zetu za rambirambi kwa jamaa yote ya Kikatoliki kwa diocese zote ambazo zinakuwa katika nchi yetu ya Kongo. Bibi na mabwana, tunawashukuru kwa mchana wa leo, asante sana kwa kuwa, tunajua ya kwamba mtakuwa wengi kutufata na kuweza kuilike ama kuiweza kuipenda hii video ya mchana wa leo tunawaambia chao, na kwa siku ya sita ijayo, ama jumamosi ijayo. Asante sana.